A ni katika hospitali ya misheni Chimala, ambapo ndugu jamaa na marafiki wamekusanyika wakiweka shinikizo la kuto kuchukua mwili wa marehemu ili kustiri. Hii ni kutokana na tukio la Mei saba mwaka huu wakati kijana huyo alipouawa kwa kupigwa risasi na askari hao huku baba mzazi wa marehemu Igembe Mahola akitaka uchunguzi ufanyike zaidi. Mie Saa kumi na mbili nilipigiwa simu na mwanangu Marieta, akaniambia mzee, inatakiwa uwai. Kwa mzee ambao ni kwa baba yangu, mimi yeye ni kwa babu yake, uwai, kuna tukio limetokea, ng'ombe zimekamatwa TANAPA. Baada ya ng'ombe kukamatwa TANAPA, kuna kijana amejeruhiwa na TANAPA, wamempiga risasi, amefariki, inatakiwa uwai wa uhifadhi wa TANAPA walikuja na ndege helikopta, iwakuta wakitoka mtoni, wanachunga wanarudi wanaelekea nyumbani. Ile ndege ilikuja ikashuka ikasogea chini, mngurumo wake ikazizuia ng'ombe kwenda nyumbani hadi kwawenye mji mle, ndama zilitoka zilikimbia zikachanganyikana na ng'ombe zinazokamatwa, wakafukuzia kwenda hifadhi wakafika ni wasikari na watokita kupimapima, mtoto wangu kumwangalia zile zinamuua ni nini. Wakati wakamaliza kupimapima, wakaniambia huyu mtoto mzike, nikakataa. Hawezi nikamzika huyu mtoto, kwa maana mtoto huyo ametoka hapa nyumbani, ana haki yangu, ana haki yake. Ng'ombe mia tano na hamsini amienda nazo sasa nikaizika hii ma maiti hiyo, ng'ombe nataipata wapi? kwa maana huyu inakuwa kama ni, ni mwenyewe mashahidi wa kuichunga ile mali. Paka leo nakataa serikali paka uchunguzi uchunguze kizuri, nataka uchunguze kizuri, uchunguzi uonekane kizuri, niupate kabisa na mimi nipate haki yangu ile wanaing'ang'ania. Mganga mfawidhi wa hospitali ya Mission Chimala, Norshidi Mridi, amekiri kuupokea mwili wa marehemu, lakini akaeleza kwamba bado hawajafanyia uchunguzi kutokana na shinikizo la familia. Nathibitisha kupokea huo mwili, lakini hadi sasa hatujafanyia uchunguzi wowote bila lizaa ya ndugu wenyewe wenye huo mwili, lakini pia tunathibitisha mgonjwa pia amepigwa risasi, lakini bado hatujafanya uchunguzi, takapokuwa tumefanya uchunguzi tutawapa ni taarifa zaidi. Mkuu wa wilaya ya Mbarali Kanali Maulid Sulumbu amekiri kutokea kwa tukio hilo na kwamba lilitokana na majibizano kati ya askari na wananchi jamii ya wafugaji waliokuwa wakitumia mishale na silaha za jadi. Kulingana na mkuu huyo wa wilaya, changamoto ya uvamizi wa mifugo ndani ya hifadhi hiyo ni kubwa, ambapo hadi kufikia mwezi Aprili mwaka huu zaidi ya mifugo elfu saba imekamatwa ambayo imetozwa faini ya zaidi ya shilingi milioni mia saba. Taarifa za awali zimeonyesha kwamba ni kweli mauaji haya yametokana na ukamataji wa ng'ombe zaidi ya 1113 usiku wa kuamkia tarehe 8, wakiwemo ng'ombe zaidi ya 800 ambao wanamilikiwa na mzee Igembe Mahola. Hadi hivi sasa askari wanne wa Jeshi la Uhifadhi wa hifadhi zetu za taifa wameshakamatwa, wako mahabusu lakini pia hata silaha ambazo zimetumika kwenye tukio hilo pia zimekamatwa, ziko mikononi mwa jeshi la polisi, zikisubiri hatua zingine za kisheria ziweze kuchukua mkondo wake. Toka kutolewa kwa tangazo la serikali la GN 28 la mwaka 2008, wananchi wa vijiji 16 walitoa maeneo yao yawe sehemu ya hifadhi ya, ya taifa Ruaha ili kuruhusu maji yatiririke vema kuelekea mto Ruaha Mkuu. Akizungumza nami kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya ACACP Benjamin Kuzaga amekiri kupata taarifa za tukio hilo na kwamba atalitolea ufafanuzi mara baada ya kupata taarifa sahihi. Kakuru Msimu, habari Wikendi, Mbeya.